Tulikuja hapa katika mimi na, na ni mwinjilisti. Kiufupi nilianza nikiwa bado mdogo, niliwashuhudia watu wako, wamekuja hapa kanisani ibada ya katikati ya wiki, kulikuwa mm. kuna kugawa chumvi, watu wamechukua chumvi. Asa yule niliyemshuhudia siku hiyo hiyo aliamini, akachukua ile chumvi. Alipochukua ile chumvi, kumbe naye alikuwa na lake moyoni, maana mala mm. tulipokuwa tumepanga, aliyekuwa natusumbua ndo mwene, mwene nyumba alivyosikiliza maelezo ya hapa kanisani kwambie chumvi utaifanyia moja mbili tatu, akachua yule mama. Kumbe yeye akawa amenizunguka, akaenda kwenye lile jiko ambalo anapikia mama mwenye nyumba. Alivyomaliza kupika muda wa usiku, akaenda kumwaga ile chumvi pale jikoni, akatamka maneno. Kesho ule mama aliamka anaumwa, alivyoyatamka ndio aliyotokea. Mimi nimekaa ndani, sijui hala lile, watu wanakimbizana akanifuata mimi wangu, hivi wewe umejikalisha ndani, hujui mama yako huko anaenda anakufa? Nikamwambia, kwani amekuwaje? Mimi sijui kama anaumwa. Yule dada akanikimbilia, tumekamatwa uchawi. Yule mama, nilitamka maneno kupitia ile chumvi, nikasema. Alisha amealisha, sasa amezidiwa, hapumui, hafanyi chochote mm. Kwao tunafanya nini? Nikaogopa, wewe nani aliyekwambia? Sasa kumbe ni mchawi. Sasa maana mimi nimetamka, nasema eh hey, ndivyo ilivyo. Kwao tufanye nini? Tukasema tuchukue tu, tena ile chumvi Tukachukua ile chumvi tena kwa kumhurumia, tukaiweka kwenye maji, tuseme Mungu tusamee. Akaenda akanywa ile mama, akawa mzima nayo <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ah, naye inatisha. Unapiga halafu unapoza <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Haleluya, amen. uo ndao uzuri wa nini? washuhuda Uwezi kujua mambo ulivyosikia. Hebu inua mikono yako bwana, sikia makofi yako ya kiwango. Sema fire. Fire. Unapiga halafu unafanyaje, unapoza eh? Mlipo mpa akanywa tena akapona hakurudia. Sasa tenu. Unaona Mungu anasikiliza, wewe unaelekezaje sema Amen. Amen. Ukielekeza kuua anafanya nini? Ukielekeza kuponya anafanya nini? Sasa nikuulize wewe unamhurumia mchawi wako? Yeah. <laughs> Akapona sasa. Akapona. Ila aliacha mchezo. Ah, Ma, maana ni mtu wa karibu sana niliona akifa itakuwa taabu. Kumbe ni mtu wa karibu sana. Yeah. Ndio maana mlitaandika hapa yeah, <laughs> yeah, leo. Amen. Sema Amen. Amen. Amen. Amen. Ina mikono sema kwa jina la Yesu. Yeah. Tunafungua nyota hiyo dada. Ainuliwe yeah, kiuchumi. Baba mbariki, aendelee kuleta watu, aendelee kushuhudia kwa jina la Yesu. Bariki maisha yake, yeye na watoto wake, afanikiwe na mume wake. Kila tatizo linalomwandama toka! Sema kwa sauti, inaa mikono sema tena, sema leo. Tumembariki kwa sababu ya shuhuda hizo. Baba mtendee miujiza zaidi, kwa jina la Yesu hai, umebarikiwa na kufanikiwa kwa jina la Yesu. Wote tuseme amen! Piga vigelegele na makofi. Jamani, acheni wivu.